Mheshimiwa Mwanashamba, Baba Askofu Mkuu, na heshima na furaha kubwa kusimama mbele yenu leo nikimwakilisha Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye katika tukio hili mlimwalika aje kuungana nanyi katika uaskofisho wa ndugu yetu baba yetu Kahemela, wakati wa tukio hili. Lakini kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais, umetokea msiba nchini, umeshindwa kuja kuungana pamoja nanyi, na kwa hiyo akanituma nije ni mwakilishi hapa kwa niaba yake mwashamba baskofu. Tukio la leo ni la furaha linalogusa mioyo yetu sote, tumwombee na kumsindikiza askofu Jacob William Kahemela katika safari yake mpya ya kiutumishi. Na nilikuwa nasikiliza somo la pili wakati tunasoma nikaliangalia polepole nikajiuliza kwa nini hili limekuja leo wakati tunasoma Waefeso wa nane. Waefeso 8:11, Biblia inasema naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine waalimu kwa kusudi la kukamilisha utakatifu na hata kazi ya kazi iweze kutendeka. Kazi gani hiyo? Ili mwili wa Kristo ujengwe. Mungu ametugawanya wa majukumu mbalimbali mbali. Changamoto tuliyo nayo baba askofu mteule, utakutana na watu ambao pamoja na kwamba wanajua majukumu waliopewa wanatamani kufanya na kazi za wengine yani, yeye kapewa uinjilisti anataka awe mchungaji au awe mwalimu. Hili halikuanza leo. Yesu alitoa mfano. Wakati fulani, bwana mmoja alipanda shamba, wanafunzi au wafanyakazi wakarudi wakampa taarifa, bwana mwenye shamba, bwana, hukupanda mbegu mjema shambani mwako, mbona na magugu yameota? Yule mwenye shamba alijua, hawa kazi yao ni kupanda, akawaambia, yaacheni magugu na ngono vyote pamoja, itakuja saa ya kuvuna nitawaambia wavunao, sio ninyi wapandaji, kwamba ichukueni ngano safi muiweke garani na magugu myafunge matita myatupe motoni. Kanisa unaloliongoza wako waumini wanaotaka kufanya kazi zote, kupanda wapande wao, kupalilia wapalilie wao, kuvuna wavune wao, na bila shaka na mauzo wafanye wao. Haiko hivyo kanisani, iko kila mahali, hata serikalini. Watu wanapewa majukumu, badala ya kuhangaika na dawati lake yuko bize na dawati la mwenzake Tunawavumilia huku tukiwafundisha polepole. Baba, uwavumilie, umepewa kuwaongoza hawa. Sio malaika, lakini lazima wajue wewe ni askofu. Wakati fulani kwa sura na kwa mwonekano, wewe ni askofu. Wamekwambia hapa wengine, waonye kwa upole. Mimi nataka nikuhakishie kwamba upole, kama hawauelewi, badilisha sura hata Yesu kuna wakati tunamtaja kama mpole, lakini walivyofanya biashara ya hekaluni alibadilisha sura, akapindua meza ili wamjue huyu ni mwana wa Mungu. Baba, tenda hii kazi ukijua kuwa unao wajibu wa kuilinda imani ya kanisa na wewe kuwa mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Tunakutakia kila laheri, tunakuombea mema, na kwa kweli kuna watu watakaokuja mbele yako wanaitwa wavunja moyo, usiwasikilize. Baba Julius amewacha, hata yule wa mwanzo aliwacha, na bila shaka Mungu atakupa uhai na wewe utawacha, kwa sababu hata Yesu aliwacha. Wanaitwa mmoja mmoja, utakapoianza safari watakwambia, hili gumu. Utakaposema tujenge shule watakwambia, haiwezekani, fedha tutazitoa wapi? Utakapotaka kwenda kuhubiri injili watakwambia, hayo mafuta ya kukutoa hapa kukupeleka hadi Songwe yatatoka wapi? Usiwasikilize hao, wasikilize wale wanaokuambia Baba, nenda, mafuta yakiisha njiani, Mungu atakupa nguvu ya kutembea kwa mguu. Wasikilize hao ili ufanye kazi yako ya kufanya kanisa hili iweze kuwa imara, na kama ambavyo umefanya jiu yapo hapo